Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola, viongozi wa serikali za mitaa, viongozi wa nyumba za ibada na makampuni ya ulinzi, limesema limejipanga vyema kwa ulinzi na usalama katika sikukuu ya Idi inayotarajiwa kutokana na mwandamo wa mwezi siku za karibuni, na kwamba kwa yeyote atakayekiuka na kuvunja sheria za nchi anazochukuliwa hatua kali za kisheria. Tahadhari hiyo imetokana na kuwepo kwa mazoea ya kila zinapokaribia sikukuu hasa za kidini, baadhi ya watu husherekea kupita kiasi na kusababisha uvunjifu wa amani katika maeneo mbalimbali. Hii hapa ni taarifa ya Gloria Maganza kama ilivyotumwa na jeshi la polisi mkoani hapo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotumwa na jeshi la polisi mkoani hapa kwa vyombo vya habari, katika ushirikiano huo wataimarisha doria za miguu magari pikipiki piki na mbwa katika maeneo mbalimbali, na kuendesha misako ya wahalifu wanaofahamika na wale ambao watapata taarifa kuwa wanajiandaa kufanya uharifu ili waweze kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, pamoja na jeshi hilo kuimarisha ulinzi, kamanda wa polisi mkoani hapa David Misime amewataka wananchi kutambua kwamba usalama unaanza na wao wenyewe, kwanza kuanzia ngazi ya familia. Katika wito wake, anawataka wazazi na walezi kutowaacha watoto wao kwenda kutembea bila kuwa na mtu mzima kuwaongoza, na pia hakuna disco toto, huku akisisitiza kuwa atakaye kiuka atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Mbali na watoto wadogo, kwa vijana, wazazi pia watimize wajibu wao, kuwaelekeza mambo ya kuepuka ambayo yanaweza kuhatarisha maisha yao au kuingia katika mgogoro wa sheria za nchi Maadili, dini pamoja na kijamii. Hali kadhalika wenye baa na nyumba nyingine za starehe wazingatie sheria kama kutopiga miziki kwa sauti za juu na kuzingatia muda wa kufunga. Pia waendesha vyombo vya moto wazingatie sheria za usalama barabarani na kuwa na udereva wa kujihami au tahadhari na kuepuka mwendokasi, kuendesha wakiwa wamekunywa pombe, kuzidisha abiria na kubeba abiria kwenye magari ya mizigo. Gloria ya Maganza Star TV, Dodoma.